Siku ya leo tutaangazia simulizi ya Ummu Salama, mmoja kati ya wake wa Mtume Muhammad rehma na amani zimwendee. Subscribe sasa ili usipitwe na simulizi zetu kwenye chaneli hii Islamic Book Story. Pia unaweza kutupata Instagram, TikTok, Facebook na WhatsApp channel group. Kote huko tunapatikana kwa jina Islamic Book Story. Katika utulivu wa alfajiri ya jangwani, upepo ukibeba vumbi la historia lililoganda kwa karne nyingi, ndipo simulizi hii inapoamka. Simulizi ya mwanamke aliyepitia maumivu ambayo hayasemeki, safari ambazo hazivumiliki, na imani ambayo haikuwahi kutikisika hata pale dunia ilipomgeukia. Hii ni simulizi ya machozi, subira na imani. Karibu kwenye simulizi ya Ummu Salama yenye funzo inayogusa moyo na kuacha alama. Simulizi yetu inaanzia katika familia ya mzee mmoja aliyekuwa kiongozi wa ukoo wa Banu Makhzum, aliyefahamika kwa ukarimu wa hali ya juu kwa Waarabu wote. Ukarimu wake ulikuwa mkubwa kiasi kwamba alipewa jina la Zaadur Rakibu, yaani msaidizi wa wasafiri. Kama ilivyo huku kwetu, mtu akifanya kazi fulani, mfano kuuza kalanga, anaweza kupachikwa jina kama makalanga. Vivyo hivyo, mzee huyu aliitwa Zaadur Rakibu, jina ambalo maana yake msaidizi wa wasafiri. Alijulikana hivyo kwa sababu makundi ya wasafiri yalipopungukiwa chakula, yalipita kwake na kuyasaidia bila kusita. Na hata aliposafiri na misafara mingine, alibeba chakula cha ziada kwa ajili ya msafara mzima. Kutoka kwa mzee huyu mkarimu ndipo alipozaliwa Ummu Salama. Inakadiriwa kwamba Ummu Salama alizaliwa takriban miaka 570 katika kalenda ya milenia ya Kiislamu, ingawa mwezi na siku ya kuzaliwa kwake havikuelezewa wazi katika vyanzo vya historia. Jina lake la kuzaliwa lilikuwa Hindu, lakini baadaye alipewa kunia Ummu Salama. Je, kunia ni nini? Kunia ni jina la heshima, si jina la kuzaliwa wala la ukoo, linalotumika katika tamaduni za Waarabu kumtambulisha mtu kwa njia ya adabu na heshima. Kwa kawaida wanaume hutumia neno abu, yaani baba wa, na wanawake hutumia neno ummu, mama wa. Na mifano ya kunia: Abu Bakari, baba wa Bakari, jina la heshima la rafiki mkubwa wa Mtume; Ummu Salama, mama wa Salama; Abu Hureira, baba wa vijipaka vidogo, kwa sababu alikuwa anapenda paka wadogo. Kwa hiyo kunia ni aina ya utambulisho wa heshima unaoweza kutolewa kwa sababu mbili: moja, mtoto wa kwanza wa mtu, mbili, sifa au tabia mashuhuri alionayo mtu. Hivyo jina la Ummu Salama likawa maarufu zaidi kuliko jina lake la kuzaliwa la Hindu, likawa ndilo jina lililomtambulisha sana katika historia. Si tu Ummu Salama, mama wa salama pekee, bali alikuwa mama wa waumini wote. Je, yeah, wewe unafahamu kweli maana ya Ummu Salama? Tuandikie maoni yako hapo chini kwenye komenti. Ummu Salama alioolewa na Abdullahi ibn Abdul Asadi, mmoja mwa watu waliotangulia kuingia katika Uislamu. Naye akasilimu pamoja na mumewe, hivyo akawa miongoni mwa wale wa mwanzo kabisa kuingia katika Uislamu. Waliomtangulia kuingia kabla yake walikuwa wachache tu. Idadi yao haikufikia hata vidole vya mikono miwili, yaani watu kumi. Habari za kusilimu kwao zikaenea, Makoreishi walikasirika sana, wakaibuka kwa ghadhabu, wakaanza kuwatesa kwa mateso makali mno, mateso ambayo humfanya yoyote anayeyaona kuchukua funzo. Lakini Ummu Salama pamoja na mumewe hawakudhoofika wala hawakutahayar. Mateso yalipozidi, Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehema na amani zimshukie, akawaruhusu masohaba wake wahame waende Habasha, ambayo ni Ethiopia ya sasa, nao wakawa wahamiaji wa mwanzo kwenda huko. Ummu Salama na mumeo wakaondoka kuelekea nchi ya ugenini, wakiacha nyuma nyumba yao pamoja na nasaba zao za kifahari. Hivyo maswahaba wakahama kuelekea Habasha, wakipita milima na mabonde. Baada ya muda mrefu wa safari, wakafika Habasha, wakapokelewa na Mfalme Najashi kwa heshima kubwa. Safari yote hii ndefu takriban kilometa 1800. Kilometa hizi ni makadirio tu ila inategemeana na njia tukitumia. Kilomita hezi kwa makadirio ya safari ya miguu, mtu atatembea kwa siku sitini, yaani miezi miwili, na akitumia mnyama atachukua takriban siku thelathini na tano au arobaini, yani yaani mwezi mmoja na siku tano au mwezi mmoja na siku kumi. Safari yote hii ya maswahaba ilikuwa ni kwa sababu moja tu, kunusuru imani zao. Licha ya ulinzi na hifadhi aliyoipata Ummu Salama na wenzake kutoka kwa Mfalme Najashi, bado walihisi shauku kubwa ya kurudi Makka, mahala ambapo wahai ufunuo ulianza kushuka, na walikuwa na hamu isiyo na kifani ya kukutana na mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimwendee, chanzo cha uongofu. Hamu hiyo ilichoma mioyo yao kwa uchungu mkubwa, hivyo siku moja zikawafikia habari ya kwamba idadi ya Waislamu huko Makka imeongezeka na kusilimu kwa Hamza bin Abdul Muttalib na Umar bin Al-Khattab kumeimarisha sana nguvu ya Waislamu na kumepunguza kwa kiasi fulani mateso kutoka kwa Makoreshi. Kwa taarifa hizo zilizowafikia, kundi moja kati yao likaamua kurudi Makka, likichochewa na shauku kubwa likivutwa na hamu ya kurudi kwao na kuwa karibu na Mtume wa Mwenyezi Mungu. Ummu Salama na mumewe wakawa miongoni mwa wale waliorejea Maka, lakini baada ya kurejea waligundua kuwa habari walizokuwa wamezisikia zilikuwa zimepambwa kupita kiasi. Ule ushindi na ujasiri walioupata Waislamu baada ya kusilimu Hamza bun Abdul Mutalibi na Omaru bun Alkhattabi ulisababisha washirikina waongeze mashambulizi makubwa zaidi. Hivyo Makoreishi walizidisha mateso kwa Waislamu, matesa kwa Waislamu wakawa wanawatesa kwa ukatili, wakiwatisha na kuwafanya wapate maumivu makali ambayo hawakuyapata kabla. Wakati huo ndipo Mtume wa Mwenyezi Mungu akawaruhusu maswahaba wake wahame kwenda Madina ili kuokoa imani zao na nafsi zao. Ummu Salama na mumewe wakaazimia kuwa wa kwanza kuondoka, wakikimbia kwa ajili ya dini yao na kuyakimbia mateso ya Makoreishi. Lakini safari yao ya kuhama haikuwa rahisi kama walivyotarajia, bali ilikuwa ngumu na yenye machungu makubwa sana, iliyoacha msiba nyuma yake ambao haukulingana na mateso mengine yoyote yaliyokuwa yamewafika hapo awali. Basi sikiliza kwa makini maneno ya Ummu Salama ambayo ameyasema mwenyewe kunako hadithi ya msiba aliyoupata. Wakati mume wangu Abu Salama alipoamua kuondoka kwenda Madina, alinipandisha juu ya ngamia ambaye alikuwa amemwandaa kwa ajili yetu, akamuweka mtoto wetu Salama kwenye mapaja yangu, kisha akaanza kutuongoza akiwa mbele ya ngamia, akiwa haogopi lolote. Kabla hata hatujaondoka kutoka katika mji wa Makka, baadhi ya wanaume wa kabila langu Banu Makhazumu wakatuona, wakamwambia Abu Salama, kulikoni? Unampeleka wapi huyu mwanamke? Hawakumpa hata fursa ya kujieleza wakaendelea kusema, ikiwa wewe umeshindwa kwa hiari yako kuishi na sisi, hiyo ni juu yako, lakini huyu ni binti yetu. Kwa nini tukuruhusu umchukue na uondoke naye huko katika miji ya mbali? Basi wakanichukua kwa nguvu na wakaning'oa kutoka mikononi mwa mume wangu kwa ukatili mkubwa. Na punde tu Banu Abdul Asadi kuona jinsi watu wa kabila langu Banu Makhazumu walivyoninyang'anya mimi na mtoto wangu, wakakasirika sana, wakasema: haiwezekani, hatutomwachia mtoto akae nanyi baada ya kumtoa mama yake kwa nguvu kutoka kwa mume wake. Huyu mtoto ni wa kwetu, nasi tuna haki zaidi kuliko nyinyi. Kisha wakaanza kumgombania mtoto wake Salama kana kwamba watu wenye njaa wanagombania kipande cha mkate, kila mmoja akivuta upande wake. Basi wakaanza kumgombania mtoto kwa nguvu, naye mama yake akiwa anatazama, hadi wakauvunja mkono wa mwanawe. Inasikitisha sana. Katika muda mfupi tu, alijikuta Ummu Salamah amevunjika moyo, aliyepoteza kila kitu na kubaki peke yake, akatenganishwa na mumewe na mwanawe kwa muda wa dakika chache tu anaendelea kueleza Ummu Salama, mume wangu alienda Madina akiokoa dini yake na nafsi yake. Mtoto wangu naye amenyang'anywa kutoka mikononi mwangu akiwa ameumia mkono, na mimi, watu wa kabila langu Banu Makhazumu walinishika kwa nguvu na kunifanya mateka wao. Tangu siku hiyo nilianza kutoka kila asubuhi kwenda kwenye uwanda wa wazi karibu na Maka, nikawa na keti mahala ambapo nilishuhudia msiba wangu. Niliendelea hivyo hivyo kwa muda takriban mwaka mzima, hadi siku moja mtu wa ndugu zangu akaniona. Aliguswa na hali yangu akanihurumia, kisha akawaambia watu wa kabila langu, sasa hamtamwachia mwanamke huyu mnyonge? Mmemtenganisha na mumewe na mtoto wake. Akaendelea kuwasihi akiwagusa mioyo yao na kuwaomba kwa upole mpaka mioyo yao ikalainika. Wakaniambia, nenda ukaungane na mume wako kama unamtaka. Lakini nilijiuliza kwa uchungu, nitaenda vipi kumfuata mume wangu Madina huku nikimwacha mwanangu, kipande cha moyo wangu, yuko Maka mikononi mwa Banu Abdul Asadi? Na vipi utatulia moyo wangu na machozi yangu yatakauka ili hali niko katika mji wa mbali Madina na mtoto wangu mdogo yuko Maka na sina habari yoyote ya kumhusu. Baadhi ya watu walioguswa na majonzi niliyo nayo, mioyo yao ikahuzunika, ikajawa na huruma juu yangu, wakaenda kwa ukoo wa Banu Abdul Asadi, watu wa ukoo wa mume wangu, wakaniombea rehema na wakawaomba wanirejeshe mwanangu. Basi wakamsamehe na wakamrudisha mtoto wangu salama kwangu. Sikutaka kukaa tena Makka nikisubiri mtu wa kusafiri naye, kwa sababu niliogopa yasije yakanitokea mambo yasiyotarajiwa. Niliamua kuondoka mara moja, nikaandaa ngamia wangu, nikamuweka mwanangu mapajani mwangu, kisha nikatoka nikielekea Madina, nikimtafuta mume wangu, nami sikuwa na mtu yoyote wa kunisafirisha. Nilipofika Tanaim, mahala pa umbali wa takriban maili tatu kutoka Maka, nikakutana na Uthman ibn Talha. Wakati huo alikuwa bado mshirikina na si muislam, na aliyekuwa mlinzi wa nyumba tukufu ya Allah, Al-Kaaba, kabla ya kusilimu kwake. Akanisalimia kisha akaniuliza, ewe binti wazadu rakibu unaelekea wapi? nikamjibu ninaenda kwa mume wangu huko Madina. Akaniuliza tena, haujui kuna hatari kubwa njiani? Je, huna mtu anayekusindikiza? Nikamwambia sina yoyote isipokuwa Mwenyezi Mungu, kisha mtoto wangu huyu mdogo. Hapo akasema kwa ungwana, sitakuacha kamwe mpaka nikufikisha salama Madina. Unaweza kuchukulia kawaida sana mtu kutembea peke yake lakini kusafiri jangwani ni mtihani mkubwa mno kwa mtu ambaye halijui jangwa, kwani kusafiri jangwani ni kama unasafiri ziwani au baharini. Ukikosea kidogo tu katika ramani unapoteza mwelekeo na kupotea. Ndiyo maana kulikuwa na watu maalum wa kusafirisha misafara katika jangwa kama vile Abu Sufiani, Surakatu Ibn Maliki na wengineo. Uthmani Bin Twalha alisisitiza kumsafirisha Ummu Salama mpaka Madina ili asije akapotea jangwani, kwani wanawake wa kipindi hiko walikuwa sio wataalamu wa njia za jangwani isipokuwa wachache. Anaendelea kueleza Ummu Salama: sikuwahi kushirikiana na mtu yoyote miongoni mwa Waarabu wenye heshima, ungwana na adabu kama huyu Uthman bun Abi Talha kila tulipofika mahala pa kupumzika alikuwa anamkalisha ngamia wangu chini, kisha anageuka ili nishuke. Niliposhuka salama, ndipo anarudi, anatoa mizigo juu ya ngamia, kisha anamfunga chini ya mti, kisha anaenda mbali kidogo, anakaa kimvulini mwa mti mwingine, alafu analala hapo hapo mpaka wakati wa kuondoka. Wakati wa safari ukifika, ananiandalia ngamia, anakuja karibu nami kisha ananielekeza kwa adabu, panda sasa. Nikisha panda, anachukua hatamu za ngamia na anaendelea kuniendesha kwa heshima hadi kituo kinachofuata. Hivyo ndivyo alivyonitendea siku baada ya siku hadi tulipofika Madina. Tulipokaribia kijiji cha Quba, eneo lililopo karibu na Madina lenye umbali wa maili mbili, ambapo ndipo ulijengwa msikiti wa kwanza wa Uislamu, Uthman ibn Talha akaniambia, mume wako yuko katika kijiji hicho, ingia humo kwa baraka za Mwenyezi Mungu. Kisha akarudi peke yake Makka. Familia ikarudi pamoja baada ya muda mrefu wa kutenganishwa. Familia iliyokuwa pweke ikakusanyika tena, macho ya Ummu Salama yakapumzika yakiwa na mumewe. Abu Salama akafurahi kuwa na mkewe pamoja na mwanawe. Kisha dhoruba la vita likapamba historia kwa haraka. Vita vya Badiri vikatokea, ambavyo Abu Salama alishiriki na kurudi kutoka huko akiwa pamoja na Waislamu walioshinda kwa ushindi mkubwa. Baada ya hapo, vita vya Uhudi vikatokea. Abu Salama akashiriki kikamilifu na kuonyesha ujasiri mkubwa, lakini alijeruhiwa vibaya. Awali jeraha lake lilionekana limepona, lakini hakika lilikuwa bado lina madhara makubwa. Hatimaye lilimfanya kuumwa sana na kulazimika kulala kitandani. Abu Salama kipindi yuko katika hali hiyo, alisema kumwambia mkewe nimemsikia Mtume rehma na amani zimwendee anasema Allahumma ajuruni fi musibati wa akhlif li khairan minha, hakuna aliyeathiriwa na dhiki au msiba kisha akasema dua hii, bali Allah humbadilishia na kumpa mazuri zaidi. Siku moja asubuhi Mtume rehma na amani zimwendee alienda kumtembelea Abu Salama. Kabla ya Mtume hajamaliza ziara yake kwa Abu Salama, kikomo cha Abu Salama kikafika, akaaga dunia akiwa mtume bado hajaondoka. Mtume rehma na amani zimwendee akaomba dua kwa mikono yake mitukufu, akainua macho yake mbinguni, akisema: ewe Allah, msamehe Abu Salama, muweke kwenye daraja la watu wako wa karibu, utusamehe sisi wote na yeye pia Ewe Mola wa viumbe wote upanue kaburi lake na uweke mwanga ndani yake. Kuhusu Ummu Salama, alikumbuka dua aliyosimuliwa na Abu Salama, allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha lakini hakupenda moyoni mwake kuomba dua hii, kwa sababu alijiuliza, je, nani anaweza kuwa bora zaidi kuliko abu Salama? Waislamu walihuzunika kwa msiba wa ummu Salama kwa namna ambayo hawakuwahi kuhuzunika kwa msiba wa mtu yoyote kabla yake walimpa jina la heshima Ayi mul Arabu, akizingatiwa kuwa hakuwa na ndugu wala jamaa isipokuwa mwanawe. Waislamu muhajirina na answari wote walihisi haki kubwa ya Ummu Salama kwao. Hakuwa amemaliza majonzi ya msiba wa Abu Salama, basi Abubakari Asidiki, razi za Allah zimwendee, alienda kumwomba kumuoa kwa ajili yake, lakini alimkataa. Kisha Umaru bin al Khattab radhi za Allah zimwendee pia alienda kumwomba kumwoa, naye pia alimkataa kama alivyomkataa Abu Bakari. Mwisho Mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani zimwendee alienda kumwomba ruhusa ya kumwoa Ummu Salama. Ummu Salama akamwambia, ewe Mtume wa Allah, kuna mambo matatu niliyo nayo. Jambo la kwanza, mimi ni mwanamke mwenye wivu mwingi. Na ninaogopa kumchukiza Mwenyezi Mungu kwa jambo lolote kutoka kwangu. Jambo la pili, mimi ni mwanamke mwenye umri mkubwa. Jambo la tatu, mimi ni mwanamke mwenye watoto. Mtume rehma na amani zimwendee akamjibu, Kuhusu wivu wako nitamuomba Allah auondoe. Kuhusu umri wako nami nina umri mkubwa kama wako. Na ama kuhusu watoto wako, watakuwa, watakuwa watoto wangu pia. Hapo Mtume akawa amevunja vunja hoja zake na akamuoa Ummu Salama. Tangu siku hiyo Ummu Salama hakuwa mama wa mtu mmoja, bali akawa mama wa waumini wote. Na moja kati ya ushauri mkubwa aliyompa Ummu Salama Mtume ni pale Mtume alipotoka katika Suruhu Lhudaibia, pale alipowaamuru masohaba wake wanyowe na wachinje wanyama kwa ajili ya umra wakabaki wanamtazama tu mtume akakasirika, na uso wake ukawa mwekundu. Hiyo ilikuwa ni hali ya mtume anapokasirika, uso wake ulikuwa unabadilika na kuwa mwekundu. Mtume akaingia kwenye hema lake, na alipoingia tu Ummu Salamah akamuona mtume amekasirika, akamuuliza kulikoni, mbona umekasirika? akamueleza ya kwamba mimi nawaamrisha maswahaba wanyoe na wachinje, alafu hawatii amri yangu. Ummu Salama akamshauri mtume ya kwamba toka wewe kwanza, umuite kinyozi wako akunyoe, kisha uchinje. Wakiona unafanya nao pia watatekeleza. Kweli mtume akatoka na akatekeleza kuchinja na kunyoa. Maswahaba walipomwona mtume amechinja na kunyoa wakaanza kuchinja na kunyoa kwa haraka wakihofia ghadhabu za Mwenyezi Mungu zisiwashukie. Huu ni miongoni tu mwa ushauri mkubwa wa Ummu Salama aliyoutoa na ukaleta matunda makubwa. Tunapata funzo katika simulizi hii kwamba wema hauozi. Kutokana na wema wa baba yake, Ummu Salama alitendewa mema kwa sababu ya wema wa mzee wake. Tujitahidi kuwatendea watu wema ili vizazi vyetu pia vije kutendewa mema, kwani anayetenda mema huyafanya kwa ajili ya nafsi yake, na wema huo huwafata vizazi vyake. Na hapo ndipo tunapofikia tamati katika simulizi hii. Usisahau kusubscribe kwenye chaneli hii ili upate mapema simulizi zenye mafunzo.